Umabalozi, mkoa huu pia ni mkoa wa kilimo. Karibu asilimia 87 ya wananchi wake ni wakulima, nazo pia fursa mbalimbali ndani ya mkoa, nyingi zikiwa ni a kwenye eneo la kilimo. Kwenye eneo la kilimo bado tunahitaji wawekezaji kwenye uchakataji wa mazao ya kilimo lakini ujenzi wa maghala, kwa sababu uzalishaji ni mkubwa na sehemu ya kuhifadhia bado haijakuwa ya kutosha. Kwa hiyo tunahitaji pia wawekezaji eneo hilo. Lakini kwenye uchimbaji wa makaa hayo niliyoyasema, uranium na madini ya vito, bado tunahitaji kuona wawekezaji, kwa sababu dipositi ya kol ni kubwa, lakini wawekezaji ni wachache na hawa wadogo wadogo hawawezi kuingia sababu ya kukosekana kwa mtaji kwa hiyo bado tunahitaji wawekezaji wa wakubwa lakini vile vile kwenye, lakini kwenye swala <coughs> la uvuvi kwa Ziwa Nyasa tunahitaji pia uwekezaji. Kwa hiyo, mheshimiwa balozi, mkoa huu una fursa nyingi ambazo kama tukupata wadau tukashirikiana nao tunaweza kupiga hatua kubwa tofauti na tulivyo sasa. Mimi ni mara yangu ya kwanza kufika kwenye mkoa huu, kwa hiyo nimefurahi mno. Nimeona ni mkoa ambao, kama ulivyosema, una fursa nyingi sana. Hali ya hewa pia ni nzuri, kwa hiyo tunamshukuru Mungu pia kwa kutupatia eneo kama hili, na tumeona jinsi ambavyo kuna shughuli nyingi ambazo ukiangalia nyingi zinafanana pia na wenzetu wa ukanda wa Malawi kwa sababu pia wao asilimia themanini wanategemea kilimo lakini tatizo limekuwa kwamba wenzetu wamekumbwa sana na uh, mabadiliko ya tabia nchi, wamekumbwa na vimbunga vim, na vya mara kwa mara, ambapo vimesababisha sasa hali ya hewa imekuwa sio mzuri. Kwa hiyo hata uzalishaji umekuwa ni mdogo sana. mechumua mkuu wa mkoa, kama ulivyosema, ziara yangu nikuja kujionea fursa zinazopatikana lakini kama ulivyosema pia, Malawi na Tanzania ni jirani, ni ndugu, ni marafiki na tumekuwa na ushirikiano wa muda mrefu, ushirikiano wa kidiplomasia uliojikita katika kukuza diplomasia ya uchumi, lakini pia kuna mashirikiano mengine kwenye taasisi mbalimbali. Kwa hiyo tumekuwa na ushirikiano katika maeneo mengi sana na Jamhuri ya Malawi, na hii yote ni katika kuhakikisha kwamba tunaendelea kuimarisha uchumi wa nchi zetu. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, sisi tumekuja tukiwa na na imani kwamba ushirikiano wetu na Malawi utaendelea kuimarika, na kutokana na hizi fursa zinazopatikana basi wafanyabiashara wetu wa pande zote mbili wataendelea pia kuneemeka na fursa hizi ambazo zipo katika, katika nchi zetu. Lakini kuna Bakresa, amewekeza kiwanda kikubwa sana cha unga wa ngano, mafuta ya kupikia ya soya pamoja na sabuni. Uzalishaji wa soya sasa hivi kwa Malawi ni tani laki mbili lakini kiwanda cha Bakresa kinahitaji tani laki nane za soya pia, nadhani pia itakuwa ni faida kwetu, sababu hata wenzetu wakijikongoja, lakini kulingana na mabadiliko ya tabia ya hali ya hewa nadhani sidhani kama wanaweza kufika kuzalisha kiwango hicho hichohata hata uzalishaji wa ngano, anatengeneza unga wa ngano huu kama anaouza huku kwetu, lakini pia kuna kipindi Bakresa anafunga kiwe kiwanda kwa sababu ya kukosa malighafi.